Na miradi hii imetekelezeka vizuri sana katika mkoa wa Simiyu kwa sababu wana Simiyu na wana Bariadi wanapenda maendeleo na wanapenda maendeleo yanayoletwa na serikali ya awamu ya sita, Dr. Samia. Oye oh yeah. Mheshimiwa Raisi, ulipopatia fedha bilioni 117.36 na tukafanikiwa kumaliza kupeleka umeme katika vijiji vyote mia nne sabini na nne katika mkoa wa Simiyu na hapa Bariadi pia tumemaliza katika vijiji na mitaa karibia yote ina umeme. Tumebakisha mitaa takriban minne mitano tu. Mheshimiwa Raisi, haukuishia hapo. Tulivyomaliza vijiji ukatuelekeza tu, tuanze kazi ya kupeleka umeme katika vitongoji, katika vitongoji elfu moja mia nne na nane Mheshimiwa Rais, umeshatupatia fedha na sasa tunapeleka umeme katika vitongoji mia sita thelathini na nane katika mkoa wote wa Simiyu pamoja na vile ambavyo viko hapa Bariadi. Dr. Samia oye yeah. Mheshimiwa Rais, umeshatupatia fedha za awali takriban bilioni 34 kwa kuanza kazi ya kupeleka umeme katika vitongoji na umetupatia fedha nyingine ambazo sasa tunatafuta wakandarasi kandarasi kwa ajili ya kukamilisha tena katika vitongoji mia tatu na kitu, ili tupeleke umeme katika vitongoji mia sita thelathini na nane. Mheshimiwa Raisi, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, Mheshimiwa mbunge na viongozi wengi wamezungumza hapa kuhusiana na habari ya mradi wa kupeleka umeme katika kujenga kituo cha kupoza umeme katika eneo hili la Bariadi. Mheshimiwa Raisi, Mkoa wa Simiyu unalishwa umeme katika mikoa kutoka katika mikoa mitatu Shinyanga, Mwanza pamoja na Mara. Mradi huu ni muhimu sana. Mheshimiwa Rais, ulituelekeza tutekeleze mradi wa gridi imara, ikiwemo kujenga kituo cha kupoza umeme katika mji huu wa Bariadi. Mheshimiwa Rais, tunashukuru. Mradi huu una sehemu mbili, mradi wa kujenga njia ya kusafirisha umeme kutoka Ibadakuli Shinyanga hadi hapa Bariadi, takriban bilioni 48 na mradi wa kujenga kituo cha kupoza umeme hapa Bariadi takriban bilioni 49. Mheshimiwa, tunakushukuru sana kwa sababu Bariadi kwa sasa ina matumizi ya megawati 13, lakini ukikadiria miradi yote mpaka ikamilike ambayo inatekelezwa sasa, matumizi yatakuwa takriban megawati 30, lakini umetupatia fedha ya kujenga kituo kikugwa cha kupoza umeme kikubwa cha megawati 150, yaani itaweza kukidhi mahitaji ya mahitaji ya mbeleni kwa kadri miradi ya maendeleo itakavyokuwa inaenda. Kwa hiyo, Mheshimiwa Rais tunakushukuru sana kwa maono makubwa ulionayo ya maendeleo katika mkoa huu wa Simiyu na hususan Bariadi hapa. Katika nishati safi ya kupikia, Mheshimiwa Rais ulipatia fedha tumeleta mitungi ya ruzuku hapa takribani mitungi elfu kumi na sita mia mbili na sabini na tano. Nilianza kwa kusema watu wa Bariadi ni watu wa kipekee sana. Mheshimiwa Rais, mitungi ile ilivyofika elfu kumi na sita mia mbili sabini na tano hadi sasa yote imeisha. Namna ambavyo watu wa Bariadi wameipokea kwa mioyo yao ajenda yako ya nishati safi ya kupikia ili kukudhihirishia wako na wewe katika swala zima la maendeleo. Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana. Sisi wizara ya nishati umekuwa ututupa maelekezo kuhakikisha Tunatekeleza miradi hii kwa mustakabali wa wananchi wa Bariadi na mkoa wa Simiyu na sisi tutaendelea kufanya hivyo, hivyo hivyo ili tuendelee kuwatia moyo watu hawa wa Bariadi kwa moyo wa maendeleo ambayo wanao. Baada ya kusema hayo Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana kwa kunipa nafasi.